Mara hii yaonekana kwamba nchi ya Rwanda iko kwa kia hatari. Mara hiyo bara imefikia nchi ya Rwanda. Mara hii yaonekana kwamba Rwanda haina bahati. Kilicho na mwanzo kila mwisho. Nini ambacho kimeandaliwa? Na kuomba, kabla tuendelee, na kuomba usiweze kuondoka kabla huja subscribe ya hani kuja bone. Usiweze kuondoka kabla huja like. Usikose kuacha komenti yako. Tafadhali usikose kutuandikia wapi uliko na kwa mwisho, usikose kushare, yaani kupartaje kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki wote wanaopatikana kwenye simu yako. Tafadhali usikose kufanya hivyo. Mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, Jumatatu leo tumekuandalia habari zinazohusu umoja wa Ulaya, nchi ya Ufaransa na Rwanda. Kuna vikao ambavyo viliweza kufanywa na umoja wa Ulaya kama vile baraza la bunge la Ufaransa na kuzungumzia kuhusu vitendo vinavyofanywa na nchi ya Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia RDF jeshi lake, na hiyo ni kupitia uvamizi uliofanywa na nchi ya Rwanda kwa kuivamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu kuzuka upya kwa M23 AFC. Habari tulizo nazo zasema kwamba Umoja wa Ulaya kama vile baraza la bunge la Ufaransa wameweza kuiomba Ufaransa iweze kuzungumza neno na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya serikali ya Rwanda, viongozi wake kama vile viongozi wa M23 na AFC. Hayo yote ni kutokana na ripoti kadhaa au kadha wa kadha ambazo zimetolewa na duru nyingi baada ya uchunguzi uliofanywa na kuonekana wazi kinagaubaga kwamba nchi ya Rwanda imevamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapana shaka jeshi la Rwanda RDF lipo kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pamoja na hayo, kuna vitendo vya kikatili vinavyoendeshwa dhidi ya raia wa kongomani kwenye ardhi yao. Kuna unyanyaso wa hali ya juu unaofanywa dhidi ya wa kongomani kwenye ardhi yao. Kuna mateso mengi wanaotendewa wakongomani kwenye ardhi yao haswa, ni wakati RDF jeshi la Rwanda walipoivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kudhibiti au kumiliki sehemu kadhaa ikichukulia haswa maskani ya mkoa wa Kivu ya kaskazini ambao ni mji wa Goma pamoja na hayo, kuna mji wa Bukavu ambao ndio maskani ya mkoa wa Kivu ya kusini. Vitendo vingi vinaorodheshwa siku baada ya siku mauaji mengi yanaorozeshwa siku baada ya siku, na ukiukwaji wa haki za binadamu wa hali ya juu, pamoja na kudhalilisha wanawake ambao ni wakongomani kwenye ardhi yao, baada ya uvamizi uliofanywa na nchi ya Rwanda. Katika hatua ambazo zimechukuliwa, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, miongoni mwa hatua ambazo ziliweza kuchukuliwa na ambazo zinatakiwa zichukuliwe, haswa Umoja wa Ulaya ukitaka Ufaransa uweze kuonyesha wazi hatua zake ambazo zinastahili zichukuliwe, wala wasibaki kimya kama maji mtungini. Iliweza kuonyeshwa wazi kwamba ni tangu mwaka wa 1975, yaani mwaka wa 1975 kuna uhusiano wa kijeshi ambao nchi ya Ufaransa inafanya na nchi ya Rwanda imetakiwa Ufaransa iweze kusitisha mara moja uhusiano huo wa kijeshi ambao ni wa historia tangu mwaka wa 1975. Ikiwa itoshi, iliweza kukumbushwa makubaliano walioafikiana nchi ya Ufaransa na nchi ya Rwanda, ambao ni uhusiano wa kijeshi uliogharimu milioni 400 ya euro, imetakiwa moja kwa moja Inchi ya Ufaransa iweze kuongea ya bayana wala wasiweze kubaki kimya na waweze kuonyesha kwamba wamesitisha makubaliano ambayo waliweza afikiana na nchi ya Rwanda na ambayo ni ya kugharimu euro milioni 400, ilikuwa ni mwezi Aprili mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Vyote hivyo vive vyatakiwa viweze kusitishwa mara moja. Fauka na hayo, yatakiwa wako viongozi wa M23 waliotajwa viongozi wa jeshi la Rwanda yaani wa serikali ya Rwanda kama vile maafisa wa jeshi hilo waweze kuwekewa vikwazo, wasiweze kuonekana wakiwa wenye kupita kwenye anga ya Umoja wa Ulaya kama vile Ufaransa, na ili hayo yote yaweze kutekelezwa lazima nchi ya Ufaransa iweze kujieleza wazi kinagahubaga kwamba wamesitisha makubaliano yote walioafikiana pamoja na mikataba waliyosaini kuna vilevile kupigwa marufuku ya madini kutoka kwenye ardhi ya jamhuri ya kidemokrasia ya kongo ambayo huonekana kwamba huzalishwa nchini rwanda licha ya kuwa yote hayo yameonekana kwamba ni kutoka kwenye ardhi ya jamhuri ya kidemokrasia ya kongo nayo ni mali ya damu ndugu mtazamaji pia msikilizaji umoja wa ulaya haukomea hapo umetaka mali au utajiri wa viongozi wa Rwanda kama vile wa jeshi la Rwanda na wale wa AFC kama vile M23 mali zao ziweze kuzuhiliwa, mali zao ambazo zinapatikana nchini Ufaransa au kwenye ardhi za Umoja wa Ulaya. Vikwazo ni vingi tu vinavyoonyesha kwamba endapo utekelezwaji wake utaweza kufanyika mara moja na Ufaransa kuweza kujieleza kuhusu hilo, bila shaka itakuwa ni balaa kubwa kwa nchi ya Rwanda au serikali ya Rwanda na rais wake, na itaonekana wazi kwamba kwa sasa nchi ya Rwanda ahina bahati na imepata balao, kwa sababu ikiwa hapo hao wale walikuwa wakizungumuza nao wakiwa wenye kuangaliana uso kwa uso na macho kwa macho kwa duru hii itakuwa wamegeuzi wa mgongo na ni kile wanacho kihita, kilicho na mwanzo kina mwisho, na huenda kiburi ambao walikuwa nao viongozi wa Rwanda na nchi ya Rwanda itakuwa imekoma. Ni hayo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, wewe ambao unatufuata kwa muda kama huu na kuomba kabla uondoke, usikose kusubscribe yani kujabone, usikose kulike. usikose kuacha comment yako, usikose kutuandikia wapi ulipo unakotufata, na kwa mwisho usikose kuacha usikose kupartage yani kushea kwa wengine wote, kwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupatia sisi nguvu ili kesho tuje kwa kishindo zaidi. Basi tunasema asante kwa kukubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.